Joshua, Warrior of the Promise. Simulizi ya kihistoria na kiroho. Katika safari ndefu ya historia ya mwanadamu, kuna majina mengi ya mashujaa, wafalme na wapiganaji, lakini wachache sana walipewa jukumu la kutimiza ahadi ya Mungu kwa taifa zima. Huyu hakuwa mtu wa miujiza mingi kama Musa. Hakuwa nabii mwenye maono kama Isaya. Hakuwa mfalme mwenye jeshi kubwa kama Daudi. Lakini jina lake liliandikwa kwenye historia kama Joshua, Warrior of the Promise. Mtu aliyebeba ndoto ya vizazi vingi, mtu aliyesimama kati ya ahadi na utekelezaji. Mtu aliyepigana vita sio kwa silaha pekee, bali kwa imani, utii na hofu ya Mungu. Joshua kabla ya umaarufu. Joshua alizaliwa katika kipindi kigumu sana. Waisraeli walikuwa watumwa wa Misri, walifanya kazi za mateso, walipigwa, walinyimwa haki. Joshua hakuwa mtoto wa kifalme, hakuwa na elimu ya Misri, hakuwa na jina lolote, lakini kulikuwa na kitu ndani yake, moyo wa utiifu. Alipokuwa kijana, Joshua alianza kuonekana karibu na Musa. Alikuwa mtu wa nyuma ya pazia Anasubiri, anasikiliza, anajifunza. Wakati Musa alipanda mlima Sinai kuonana na Mungu, Joshua alikuwa karibu naye. Wakati Waisraeli walipoasi, Joshua alibaki mwaminifu. Mungu huangalia uaminifu wa muda mrefu, siyo kelele za muda mfupi. Joshua na roho ya vita. Vita ya kwanza ya Joshua ilikuwa dhidi ya wa Waamaleki. Musa alipanda mlima kuomba, Joshua alipigana chini. Kadri mikono ya Musa ilivyoinuliwa, Joshua alishinda. Hapo ndipo Joshua alijifunza somo kubwa: vita hushindwa au kushinda kwa kinachotokea juu ya mlima, sio uwanjani tu. Joshua hakutenganisha maombi, vita, utii, aliviona kama kitu kimoja. Uchaguzi wa kushangaza baada ya miaka arobaini jangwani, Musa anakufa. Taifa linatetemeka, hakuna mbadala. Lakini Mungu anasema, Musa mtumishi wangu amekufa, sasa simama. Joshua hakukuwa na kura, hakukuwa na mjadala. Mungu alimchagua mtu aliyekuwa mnyenyekevu, mvumilivu, mwaminifu kwa muda mrefu. Mungu anamwambia mara tatu, uwe hodari na ushujaa. Kwa nini? Kwa sababu jukumu lake halikuwa rahisi. Kuvuka Yordani, mpaka wa hofu. Joshua anasimama mbele ya kizuizi cha kwanza, mto Yordani umefurika. nyuma yao jangwa, historia ya mateso, mbele yao miji yenye majeshi, watu wakubwa, vita visivyoepukika. Joshua hachoki, anaamuru makuhani wakanyage maji na pale miguu inapogusa maji Yordan inagawanyika. Hapo watu wanajua Mungu yuko pamoja na Joshua. Yeriko, vita visivyo na silaha. Yeriko ulikuwa mji usioweza kushindwa, kuta nene, jeshi kali, hofu kwa Waisraeli. Lakini Mungu hatumii silaha za kawaida. Mpango kimya, nizamu, utii. Siku moja hadi sita wanazunguka kimya Siku ya saba tarumbeta, kelele, kuta zinaanguka. Hii haikuwa ajali, ilikuwa ishara. Mungu hushinda vita ambavyo akili ya binadamu haielewi. Adhabu ya kujiamini. Baada ya Yeriko, Joshua anapunguza umakini, anashambulia bila kumuuliza Mungu. Matokeo yake, kushindwa, vifo, hofu. Joshua analia. Bwana, kwa nini umetufikisha hapa? Mungu anasema, kuna dhambi kambini. Hakuna ushindi bila utii. Baada ya toba, unaanguka. Jua kusimama Mungu wa wakati. Katika vita kubwa, muda unaisha. Joshua anaomba ombi lisilo la kawaida. Jua simama. Na Biblia inasema, jua linasimama, mwezi hausogei muda unasimama hadi ushindi ukamilike. Mungu sio mtumwa wa muda. Ushindi wa mwisho na urisi. Joshua anashinda wafalme thelathini na moja, anagawanya nchi, anatimiza hadi ya vizazi. Hakujijenga sanamu, hakujitukuza, alitimiza kazi. Maneno ya mwisho. Joshua akiwa mzee anasema, chagueni leo mtakayemtumikia. Lakini anahitimisha mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hapo safari inaisha. Joshua alikuwa mpiganaji, kiongozi, mtumishi, lakini zaidi ya yote alikuwa mtu wa ahadi. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Kama umependa stori hii na unataka stori ziwage zinakuja za mambo ya Kibiblia, unaweza kubonyeza subscribe kisha alama kingele pia usisahau kukomenti hapo chini. Je, unamwoni gani juu ya hadithi za Biblia?